Waziri wa Mifugo Dkt. Ashanti Kijaji amesitisha shughuli za uvuvi katika ziwa Ikimba lililopo katika Halmashauri ya Wilaya Bukoba mkoa ni Kagera kwa kipindi cha miezi sita ili kuruhusu ukuaji wa vifaranga ambavyo vimepandikizwa katika ziwa hilo. Waziri Kijaji amesema kuwa Uamuzi huo wa, wa serikali ni kufuatia upandikizaji wa vifaranga milioni moja laki tano ambavyo serikali imeamua kuviweka ziwani humo baada ya utafiti kubaini kuwa kuna upungufu wa samaki katika ziwa hilo. Vifaranga milioni moja na laki tano ambavyo tumeviweka ziwa Ikimba leo, sio vipya, ni vya hapa hapa Ikimba. Na sisi hatutaki kupoteza aina ya samaki wanaopatikana ziwa Ikimba. Tunachohitaji ni kuongeza ufanisi ili tuache kuvua samaki dagaa. Maana sasa tunachokivua ni samaki dagaa daga. Sisi tunataka tuvue samaki halisi, samaki mmoja mwenye kilo kumi kwenda mbele anawezekana kupatikana hapa ziwa Ikimba, turejeshe hali ya usalama wa chakula kwa sababu sisi tunakula samaki. Katibu mkuu, jambo la pili ninalokuelekeza, najua tayari tuna mwongozo wa matumizi ya vifaa vyote kwenye maji haya tuliyo nayo, maji ya asili. Naomba ule mwongozo uanze kufanya kazi, tushughulike na wanaotumia vifaa haramu kwa ajili ya kuua samaki wetu na vifaranga wake. Kwa hiyo kusema mwezi wa tisa ina inamaana nakubaliana na, na ninaridhia. Sasa tunalipumzisha ziwa letu Ikimba kwa muda wa miezi sita. Ikimba oye! oh oh Wavuvi oye! Kupumzisha ziwa oye! Tunapolipumzisha sisi sote tulinde, yes. Tuilinde rasilimali yetu hii. Ukiona mtu anasogea na nyavu zake, toa taarifa. Mpe mwenye kitu wetu taarifa, kuna mtu anaharibu. Naibu katibu wa wizara hiyo anayeshughulikia sekta ya uvuvi Edwin Mahende amewataka watafiti wanaohusika katika sekta hiyo kuanza kupandikiza vifaranga vya samaki katika maziwa mengine madogo ili kuinua uchumi wa wananchi. Nitumie nafasi hii mkurugenzi wetu wa ukuzaji viumbe maji Dr. Madala popote ulipo, pamoja na Feta nimemwona hapa ndugu Stephen Agustin Lukanga akimwakilisha CEO wa Feta, lakini ndugu zangu wa TAFIRI watu wa maabara ya uvuvi nchini na mkurugenzi wa uvuvi ambaye ndio mwenye uvuvi Tanzania. Miezi sita inayozungumzwa hapa isizidi tu, tumeshaenda kupanda sehemu nyingine. Jamani, tumeelewana yeah. Eh, kwa ndugu zangu wa Kagera, mnachokiona hapa hii ni safari endelevu, ni safari ambayo haitaishia hapa, tutaenda sehemu nyingine nako tutaenda tupande ili tuone kabisa kwamba wakati wana Kagera wananufaika, na wengine kwingineko wananufaika. Haya maziwa yote tumepewa na Mungu, sio maji ya kunywa tu, na hata tukinywa mbona yaishi? Tuweke na kitu kingine tuweze kunufaika zaidi. Kwa hili Mheshimiwa Waziri, naomba ni kuahidi mbele ya mkutano huu, tutaendelea kwenda sehemu nyingine na kuhakikisha kwamba tunapandikiza vifaranga ili tuweze kupata tija kubwa ya rasilimali hizi za maji ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Diwani wa kata Kaibanja, Jasoni Lwankomezi kwa niaba ya kata tano zinazozunguka ziwa hilo na baadhi ya wavuvi wanaofanya shughuli zao za uvuvi ndani ya ziwa hilo, licha ya kuishukuru serikali kwa hatua hiyo, wamekili kuwepo kwa uvuvi wa vitendo alamu na kuiomba serikali kufanya doria za mara kwa mara ili kudhibiti hali hiyo. Tangu nyuma ziwa hili hasara hasara kubwa kwa sababu hakuna mtu ambaye amepata faida kutokana na ziwa hili, lakini niwaambie ukweli, kutokana na mkakati huu wa kupanda samaki wapya, ina imani na matumaini kwamba kutumia mkakati huu ziwa la Ikimba linakwenda kuleta faida kwa wananchi, lakini kwa Wanabukoba na kwa nchi kwa ujumla. Uweze kutokea ulinzi mkali wa kuweza kutusaidia, ili tuweze kufanya kama tutakuza samaki tukapata kipato kikubwa zaidi mbele kama wavuvi. Wavuvi mtu ulikuwa umetegemea kipato kimoja, naomba ni kuvua, akisema bwana nafungia hii ziwa, watu wengine wanaweza kusema kweli hamna, akaendelea kufanya kuvua. Mungu ame ni kama ametujibu maombi yetu, amekuja kutuwekea vifaranga. Nasisitiza wavuvi wenzangu tuwe na imani, tuwe na moyo moyo mmoja, tujaribu kulinda mali zetu ambazo wametuingizia. Mwisho wa siku tunaweza kupata kipato kizuri tukakidhi mahitaji. Upandikizaji wa vifaranga hivyo utaongeza uzalishaji wa samaki kutoka tani moja inayovuliwa kwa sasa kwa mwaka na kufikia tani kumi na tatu kwa mwaka huku ziwa hilo likikadiriwa kuwa na ukubwa wa kilomita thelathini na nane. Upandikizaji huu pia utanufaisha maelfu ya kaya za kata tano zilizozunguka ziwa hilo ambazo ni Nyakibimbili, Kaibanja, Izimbya, Butela, Nkozi na Lubale. Nikiripoti kutoka Bukoba, mimi ni Diana Deus wa Deli Nyus Digital.